Katika maisha ya sasa, ogopa vitu viwili hivi: kuhitaji mafanikio ya haraka ama furaha ya haraka. Ngoja leo nikupe kisa cha wanyama wawili hawa. Kulikuwa na tembo na paka. Tembo alikuwa ni mjamzito na paka naye vivyo hivyo. Baada ya miezi miwili, paka alizaa watoto sita na baada ya kuzaa alimfata tembo na kumuuliza, ndugu yangu tembo, hivi wewe ni kweli ni mjamzito? Tembo akamwambia ndiyo, ni mjamzito. Paka mpaka akamwambia, mbona mimi nina watoto sita, wewe bado? Tembo akapuuzia akaondoka. Miezi kadhaa kupita, paka akabeba tena mimba, akazaa watoto wawili. Baada ya miezi hiyo miwili Akamfuata tena rafiki yake tembo, akamwambia tembo, ni kweli bado wewe ni mjamzito tena? mbona mimi nimezaa, wewe bado uzai? tembo akamwambia, wewe unaweza kuzaa zaidi ya mara tatu katika mwaka, ila mimi huwa nazaa mtoto mmoja katika miaka miwili, na ndio maana mimi mtoto wangu huwa na thamani kubwa sana hii dunia, mtoto wangu mimi anapokatiza katika barabara, magari, pikipiki, baisikeli husimama na kumtizama mtoto wangu paka avuke barabara, ndipo wao wapite. Lakini wewe, watoto wako wanaweza wakapita barabarani? Kwanza huitwa kwa majina tofauti, wengine husema paka shume, paka nunda, paka anayetumiwa na majini na mashetwani, lakini mimi watoto wangu hupewa thamani. Ndugu msikilizaji na mtazamaji, nafikiri kuna kitu umejifunza hapo, thamani ya kitu. Tembo hupewa thamani, lakini paka hunyimwa thamani. Ndivyo hivyo katika maisha ya sasa, kuaso kwa muda mrefu, furaha ya muda mfupi si ujanja, ama mafanikio ndani ya muda mfupi si ujanja, kuna gharama. Natamani ujifunze kitu kutoka katika maisha ya wanyama hawa wawili. Hebu shusha koment hapo chini, umejifunza nini kutokana na kisa hiki? Ni mimi msimulizi wako King Suya. Usisahau kusubscribe na kukoment. Bye.